Hili ndio kundi gumu zaidi ambalo Young Africans alishakumbana nao. Na sio Yanga tu, mtoe Yanga pale mweka timu nyingine yote ya saizi ya Yanga pale bado ni pagumu. Ni kundi gumu kwa sababu wale watu wana mbinu sana. Yanga alicheza na MC Alja hapa, si ndiyo? Alikuwa anahitaji goli hili moja tu, walizuia dakika 90, hawakuruhusu goli. Unaweza ukaiona hiyo picha kwa mtazamo kwamba wale watu wakiamua kwamba leo tunataka tusifungwe, wana uwezo wa kusimamia mpango kazi wao na wakaweza kufanikiwa. Lakini tofauti na kwetu, wewe unahitaji goli unalipataje? Sijui. Unanifahamu? so kwenye hayo mazingira yanayotofautisha, details ndogondogo ndizo ambazo zinafanya kundi liwe gumu zaidi. Leo Yanga anaweza kaona, unaweza kumchukulia ka, ka kawaida tu, lakini anapambana sana mpaka kuweza kufika pale ambapo alifikia, kwa sababu ulikuwa ukitazama mechi. Watu wengi tu tulikuwa tumekaa sehemu moja hivi kule Mbezi Beach, nakumbuka nilikuwa nimekaa na jamaa zangu fulani, nikaanambia mm, hii mechi ngumu sana ah. <laughs> Uh, sunao mpaka sasa hivi goal lipo muda wote, toka dakika ya 14 hapa goal lipo, goal ya liji mpaka dakika ya 90. Yeye yani amefika dakika ya 80, naona mtu anaishiwa nguvu hivi, nimekaa naye namwambia, nikwambia na na lakini hapa goal ya liji, kwa sababu watu wakijisikia kwamba leo tuna defend kwenye ukuta wao, wana Ayubu Gezala pale katika tukio, ukija wana Hussein Abdelay, alafu ukaje kasogea kule mbele wana, wana kila mtu ambaye unahitaji awepo kwenye timu, okay. Ni ngongoti sio, wana uwezo wa clock, wana uwezo wa kudefend. Wanahitaji kwamba okay, potele mbali, sisi hapa tunachohitaji ni tusifungwe, tusiruhusu goli, hatutaruhusu goli tukipata goli sawa, tukikosa it's okay. Na wanapata sijui, unanifahamu? Kwenye mazingira ya namna hiyo ni timu za hatari sana, ambazo unapaswa kuwa nazo makini.